elewana sasa, amesema nisiingie, nisi kwenye gari nisiingie kwenye gari. Ah, ah. Amna, si tunakukatazwa kuingia kwenye gari. Tutalala hapa, shida iko hapa, shida iko hapa, tusichezeane, tusichezeane, tusichezeane